Asante sana asiusuolmini keedi songa songa, nasema hivi kwanza, nataka watu wa watamon Kenya kwa ile kitu walifanya huko, sikuona kama vita ilitoka huko na kitu walifanya poa, namba moja nii mimi kitu saa hii au watu wa siasa ni kumalizana yeye hapo. Hey, hapo unampigia kura, anakudanganya hatakufanyia kitu, hakuna kitu anakufanyia. ana, ana, ana ile umekula ndio una hesabu ile umekula ndio una hesabu. Kusema tu kweli, kuna slogan watu wa Mount Kenya wameleta saiyo hapa Kenya. Wandugu zangu, ni vile tuko hivi, tukitumia iyo, hata mbuzi yako utanunua nyumbani, hata ng'ombe utanunua kama watu wa Mount Kenya ndiye walipigia Ruto kura wakaweka Ruto, na wakamwambia Ruto aje, ndugu yangu, kukuja, utakuja atuta kupigia kelele, lakini ndiye tutoke kwa nyumba yetu, tuwache kulima tuwache biashara. Ndugu yangu, lazima tulipe, ndio waseme tu, lazima lipwe kama kelele. Ndie mtu Mount Kenya, hata mtoto mdogo ana, ana kura alikuwa analipwa 2000 hiyo iyo ni kwenda tu alikuwa analipwa pesa <coughs> <What about> you wewe, <coughs> Ruto we, anakulazimisha umpe kura? We ata ujui hata kumpiga kura, it means wewe ndio unafua kwa cake. Ruto akenda ki Kisumu, nafaa faa wale vijana wa Kondele wapewe hata 5000, anafaa hata vijana hata 10000. Sababu gani huyo kijana Kondele anarotaka kura yake anataka kura kijania kutoka mabei, anataka kukijakura ya kijania kutoka wapi? Kutoka Siaya. Na wewe unatoka kwa nyumba yako unaenda kwa mkutano, hakuna kitu umepewa. Unasikia amepewa MP yako MP yako yakufanyii kazi. Mbona watu Mount Kenya unaona barabara zote za maumau zinatengenezwa na baada walilipwa? Na vile walikuwa wengi, alitumia pesa ngapi eh? Wewe baada hata kikuja hapa we kazi yako ni kutoka kwa nyumba yako unakuja hapa unapiga kelele unarudi nyumba unarudi bure. Lakini yule jamaa ye anatoka pale anaingia kwa nyumba yake, barabara zimetengenezwa, ye akirudi kwa nyumba amerudi 2000. Na alimpigia kura na baada analipwa. Umesaona eria gani hapa Kenya mzima mtu analipwa juu kupiga tu kelele anapigwa analipwa mabei gani? Pande gani? Pande gani? Pande gani? Beta ilikuwa 150, 150, elfu moja, moja na mtu anakula elfu mbili tofauti iko. <laughs> eh, ksama kama ye elfu mbili na ameenda for how long? kuna mtu ameenda Nyandarua ameenda ameenda ameenda Nyeri amekuja Embu akaenda nini kidhurai. Huyo mtu chukua hizo 5 days Nupike na upige na 10000 na na 2000, hiyo ni 10000 na alipe nyumba, alipe nyumba wewe. <laughs> <laughs> Unasema, unajua watu kuta hiyo ni walikuwa kwa biashara kikuu, ana anakubali kulisi amelisi kuweka fuel ya elfu moja na ametengeneza 10000. Nani amepata profit? Amepata na mimi naye huko Nyeri. Sasa it means kama huko na watu wangapi wa ine ni 40000 na mwingine yako nyumba elfu arobaini sabu kidogo, amenunua mbuzi ngapi? Kama ni mbuzi moja elfu moja mia tano amenunua mbuzi ngapi? Haya, ambieni Ruta kuje Nyanza sekendanda sasa. Na hii nataka kumwambia watu wa Nyanza, Ruta kikanyaka tu msikia na kuja, kaeni chini, pige bei, mwambia atutaki pesa ya mpesa. Wewe so long as umepita tu, umesema lisa tu, na roho unaingia kisi Atakumpigia kura pigia 5,000. 0 Toa bibi yako asiende sambani. Mwambia sisi wako eh, asiende ata sambani. Mwambia mama yako ye pia kwe kwa laini. Siku moja 5,000. Mama amepata, baba amepata, bibi yako amepata, unaingia na pesa ngapi? Hiyo ni 15,000. Huku na pesa ngapi? Hata kama ni kujenga dugu yangu, umejenga yeah. Sababu akumfanyia hivi umutu afanyi kazi Mtu yeyote ukimpigia kura amepotea. Sasa ile pesa ulikuwa umekula. Haki, nakwambia ukweli. Bei yako nitakusaidia. Bei yako nitakusaidia. Kama wewe ni mtu wa 150, ndugu yako ni 150. Kama wewe ni mtu wa 200, ndugu yako ni mtu wa 200. Piga bei yako kulingana na vile utapigia mtu kura. Ruto hatakubageni. Ruto hatakubageni. Walimwambia ni 2000. Mpaka mchele walikuwa wanapewa mpaka eh, mafuta walikuwa wanapewa salad. Na uliona vile walikuwa wamesanyana wengi, watu wa Nyeri walitoka mpaka wale waona kura ulikuwa nasikia kumiria kumiria, pesa ya bure kujeni, mpaka gavana wa Nyeri alichukua 2000. Kama gavana anachukua 2000, gavana amechukua na akaenda nayo. What about you? Wewe hutaki pesa? Kama gavana anachukua, gavana wa Nyeri anachukua 2000 anaweka kwa mfuko, zile Ruta anampea na bado Ruto anatoa pesa na wata mpigia kura ndugu yangu. Ata Ruto anajua tu watapea pesa na wata sita wata mpigia ah, ah, kura <coughs> amtukute mara ngapi? Raila Muru Dinga ameenda huko. Walikuwa wengi, walimpea wana watu wana kuangalia tu hivi Raila ndio oko oko, wana kuangalia tu hivi wana wana wa kisasiba. Kama unataka mali kikuu wanakuanga king na wana ruma kupiga kura kila kitu wanaweza kupea, lakini kura na business hakuna urafiki. Ya mwisho wale watu walifanyia tachago hati hapa Kasarani <tipo> hati misi nyakata. Ndugu yangu utapewa nafasi ya kukuja kuongea yes. hey. hii hapa si bunge bunge, watu waliharibu. <tipo> <tipo> <Hey. tipo> nasema hivi wale wa vijana waliharibu mkutano pale ama, ama mambo ya chache. Ndugu yangu, ukitoka kwa nyumba yangu We ni kijana huko na bibi yako uko na watoto hata kama una bibi uko na mama yako blasi nyumbani huyo mutu anakutuma na kupea elufu moja alafu we wendi uribu mkutaniya mutu piga gari yake mawe ndugu yangu ile siku tawekwa ndani huko peke yako hakuna mutu atakuja aseme hata toka tu wewe uende inje ya thati minutes mimi ni nikae hapo ndani pila unamfanyia mutu hivo na umepea mbona? mimi saa ya tukuju useme tuende mandamano kama una 200,000. siendi 200, 200,000. Iyo ni bei yangu ya kuenda tu kupiga kama kini songa songa, mimi iyo ni bei yangu. Iyo si mandamano, mimi sija beba mawe. Yani, nasema ni 200,000 Kenya shillings. Iyo nia ndugu yangu unanibe u kwanza, namba moja, sababu gani nitaenda hapo nasana ku mkutano yako nipate wale watu wale watu wananichukia wanipige hapa hapa, ikipura nitaenda mama Lucy, na hiyo 50,000 Singine nitumie mama yangu. Na kama nimeona maali, naenda ni Chris, Unipe unipea milioni niachie mama yangu. Nikikufa watoto wangu watakufa mpaka wakua. Watakula lakini, kama kuna wacha, nikae kwa nyumba yangu ningoji siku ya kupiga kura. Nataka kumwambia wa vijana, ni hivyo. Sasa hivi wananiangalia hapa, unaona vile giza iko na baridi iko bado wamekwamilia tu hapo hapa kulamudu ataa kuenda kwa nyumba yakekama bunge miisha nawakowengiv. <laughs> wanataka kusikia Kenya inafanya nini? Ndugu yangu, kura yako ndi maisha yako. Nakuachia, kura yako ndiye maisha yako. Najua kingopo kabila anakuja. <laughs> kura yako ndiye maisha yako ukipinga vibaya vila wengine wanasemanga Ndugu yangu watu kumi bila wanasemanga kumi bila break. Ken unipe dakika moja ni explain. Kumi bila break. Kwa hiyo angalia kumi bila break ndugu yangu itakusaidia na nini? Wewe mwenyewe unataka ku revenge unataka ku revenge. Huyu mtu ana revenge. Mimi ndiye nipiki Migori. Natumia 1200 kama ni saa hii time kama saa hii. Hiyo ni Christmas time 1800.

uakilia uh, mara mbili unalia mara kumi juu, okay. We umetoka all the way from Siaya umetoka all the way from Migori, igori kukuja kutafuta hapa we, unapanda gari ngapi? Kama ni gari yaku we uende usimame, kama ni mutu anatoka nyumbani, na unakula kwa barabara ni ufike kwa Nairobi <laughs> unakula sapa kwa barabara ni ufike Nairobi, na nauli mutu anenda mkuu. Tumukuu, utanivenjaje ndugu yangu, tuangalie, tulikuja hapa Nairobi kutafuta utafute narongapi roho moja ndugu zangu, majuzi najua ni watu kutoka Western na wacha watu kutoka Nyanza, tuwache mambo ya ukabila na tuangalie. Ukiona mutu anapiga siasa ya ukabila give him time. hata shetani shetani lewi bado Mungu amempea time ya kucheni, unasikia? Mungu bado amempea shetani time ya kucheni na time itafika, time yake itakuwa imeisha kabisa. Ninataka kumwambia watu, ukiona hata mutu ukiona hata mutu kama ujasikia nasema

Chukua ukabila. Mtu anakudanganya Kikuyu ni mbaya, mpango wa kando ni Kikuyu <laughs> mpango wa kando kwake ni Kikuyu <laughs> mbona tu hiyo kitu yake aweke kwa kabila yake? <laughs> Na hata akashaka sanaongea mlima, mlima ni nini? Ni ukabila. Sisi ndio tunaambiwa tuache, na wale aende kwa kabila yake Gachagwa wacha rekebisha hivi gema, nasema hivi mm. Mantu, mutu unaona kama Gachagwa mm. Gachagwa alikuwa anaongea ndugu yangu, hata wewe ukitoka nyumbani ukitoka nyumbani kuya Nairobi, kuna vitu zingine ujui, unawesaweka wapa Jakaranda, naulali apa Jakaranda na ujie hata soweto mlango ulikuja nayo, ujui Gachagwa Saa hii hemona anajaribu kupata marafiki akina Kalonzo ako kwa klasi saa hii. Afrika ni ukabila sana, kamazi kweli, amejaribu kucheza ndiye anasema, wewe jamaa zangu gema, ndugu yangu gema. Nikimalizia nasema hivi ameingiza mtamba kwa gema, nikimalizia nasema hivi kwa hii dunia hakuna mahali, hakuna ukabila, lakini tujaribu kufanya nini kumaliza? sababu gani? nasema wewe mwenyewe Ruto, alisimama last time, Ruto alipata kura ngapi? Siaya hakuna. Alipata kura ngapi Kisumu mbili? Omabei alipata bure, Biguri alipata Raila, alipata Raila alipata kura ngapi? Nyeri hakuna. Hata wewe mwenyewe unasema gema ni gema tonga. Tonga tonga. Tonga lipig